unaiendea mbio faida ile kwa matumaini makubwa. Kwa hiyo na saimu naye kupitia ibada yake ya siyam anapaswa kujua ni ujira na kheri na fadhila kiasi gani zilizomo ndani ya ibada ya siyam na ina thamani kiasi gani ibada hii, ili atumainie yale malipo. Kwa kujua fadhila, ijengeke sifa ya al-iman wal-ihtisab kuamini malipo na kuyatarajia kwa sababu Mtume alayhi salatu wasalam amesema, man sama imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, atakayefunga kwa kuamini ufaradhi wa hii ibada na kwa kuamini malipo yaliyobebwa na ibada hii na akayatarajia na kutumainia kwa hamu kubwa hayo malipo, huyo atasamehewa makosa aliyopita. Sasa nini kimo ndani ya siyam mpaka tukitumainie Siam imetajwa katika ayati mashuhuri tunazozijua kwa njia ya kufaradhishwa, yani Allah ameitaja kwamba ameifaradhisha, kutiba alaikum siyam. Lakini nini kilichomo ndani ya siyam? Siyam ina kheri gani? Hilo ndiyo somo letu. Imebeba nini siyam katika khairat, na fadail na faida nangawira na, na kheri nyingi ili tuzitumainie hizo kheri. Hili ni somo kubwa sana. Kwanza tuone kwamba saimuna wamesifiwa katika lquranu Karim. Zilipotajwa sifa za waumini, wakatajwa asaimun, na haikukusudiwa wanaofunga Ramadhani tu, hapana, bali ni wale ambao siamu imetawala katika maisha yao.

Mwisho haya imekuja wabashiri lmuminin, wape bishara njema waumini, kwamba kuna starehe kubwa inawasubiri ina katika ufalme wa milele na neema za janna. Nyumba zake ni za dhahabu na fedha, mito yake ni asali na maziwa na ulevi mtamu usoumi za kichwa wala usolewesha mchanga wake ni zaafaran, kokoto zake ni lulu na yakut. Ha, ni ujana wa milele bila ya kuzeeka, ni starehe za milele. Mwanamme atapewa nguvu za wanaume mia. Hakuna kulala wala kufa, kwa sababu hakuna kuchoka. Kutaka, kutaka, yani kutaka kusababisha mtu alale. Anayechoka ndio huhitaji kulala, lakini mtu wa janna halali. Starehe za kudumu. Ukiliona neno bishara katika Al-Qur'an ul-Karim, lifurahie, fungua moyo, weka matumaini kimbilia hicho kilichobashiriwa. Bishara ni neno tamu, kinyume chake ni dhara, maonyo ya kutisha kimaumbile. Kila kiumbe anataka starehe na manufaa, na hataki adhabu na shida. Hata simba, chakula chake kimo ndani ya mwili wa nyati, lakini anataka nyama ya nyati, haitaki pembe yake, na na hupigwa pembe wakati mwingine wakapoteza maisha simba. Ina maana kuna manufaa anayataka na kuna manufaa anayataka, madhara anayakwepa, hayataki. Mumini mwenye akili anaitaka Janna, hataki Jahannam. Kwa atafanya matendo ya kumpeleka kwenye starehe na atakwepa ya kumpeleka kwenye adhabu na vitisho. Wabashiri almuminin, muminuna wanasifa, ataibun, wenye kutubia, alabiduna, wenye kuabudu, alhamiduna, wenye kumsifu sana mula wao na kumshukuru. Asaihuna, ndo somo letu asaihuna. Asaihuna ni akina nani hawa?

na ndo siam inamtaka mtu aache vitu hivyo mchana wake. Kwa hiyo hiyo ni kaul ambayo inatupa mwangaza na inatupa hamasa ya kwamba sisi tuishike ibada ya siam katika maisha yetu, na kwamba ni katika amal zitakazosababisha muislamu akapata bishara kutoka kwa Mola wake, bishara kubwa sana. Alizungumza assaihun kama ni sifa mojawapo, miongoni mwa sifa za waumini zitakazowapatia janna. Allah, tujalie tuwe katika hao, tuikithirishe siam katika maisha. Siam ni tarajio kubwa la muumini kwa sababu ni ibada iliyojengeka kwenye ikhlas na siri. Muumini anapokuwa amefunga muda wote amejinyima kula na kunywa, akayachunga ale masaa, maana yake ni kwamba anaitarajia sana ibada hiyo, kwa sababu lau ingekuwa ameifanya siamu kama anavyofanya chengine katika ibada zake kwa riaa, basi na siamu asingehitaji yeye kujinyima kula, kwa sababu muda mchache ndio macho ya watu anamuona. Ana siri yeye katika kula yake, anaweza akala katika mazingira ambayo hakuna angemwona lakini kama akajichunga masaa yote hayo, tumaini lake pia ni kubwa sana. Ndio maana wakasema ibada ya siam imejengeka juu ya siri, iwe ya Ramadhani iwe nje ya Ramadhani. Munafiki wa kweli asaoamini akhira wala kumwamini muumba hawezi kuwa na ibada ya siam. Na katika wake wema ndani ya dunia hii ni wale wanawake wanaokathiri wanaokithirisha siam. Aisha ni binti wa Abubakar Siddiq, na hafsa ni binti wa Umar na kama tunavyojua, mahalifa wanne hawa wote ni wakwe wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Wale mahalifa wawili wa mwanzo wakwe zake kwa mtume kuoa binti zao, na wale mahalifa wawili wa mwisho ni wakwe wa mtume kwa wao kuoa wa mabinti wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa mtume kamuoa Aisha binti a Abu Bakr Siddiq na Hafsa vilevile vile. mambo ya kike na ukewenza yakapelekea kidogo wamtie taharuki mtume sallallahu alaihi wasallam

atambadilishia mtume kama atakuwa cheni nyinyi, wakeze mtume atampa khairan minkun, waliobora kuliko nyinyi, Muslimatin, mu'minatin qanitatin, taibatin, abidatin, saihatin, tayyibatin wa abkara, atampa wanawake waislamu waki kweli, kweli waumini walioiva katika imani zao, watiifu qanitat taibat wenye kutubia abidat wenye kuabudu sana saihatu wanawake wa wasiyam maana ndio maana saihati thayibat wengine wajane wa, wa, wa abkara na wengine bikra, atamwozesha mtume wake wake, kama hao. Akataja sifa njema za mwanamke kuwa nazo, moja wapo ni ibada ya siamu. Na ndio maana ilipotokea katika historia ya mtume kumwacha Hafsa binti wa Umar, alikuja Jibril, akaja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia mrejee Hafsa, Kwani yeye ni sawamatun qawama, anafunga sana mchana na anasimama sana usiku, na hizi ni ibada pacha, siam na qiyam. Hata majina yake yanafanana, siam na qiyam. Mtu akiwa sawamatun bin nahari qawamatun bil layl, anafunga sana mchana na anasimama sana usiku, yani mara nyingi usiku unamkuta akiwa na qiyam na mara nyingi mchana wake ni siam. Huyu ana thamani kubwa siam ya hafsa ilimrejeshea ndoa yake na jibril akateremka kumwambia mtume amrejee hafsa na ukiwa na mke anafunga sana mchana anasimama sana usiku ni mke wa heri huyu ikishakuwa kwamba hafanyi maovu mengine ambayo yanamtoa katika nafasi yake ya kustahiki kuwa ni mke maana anaweza akawasauama kawama lakini ana mengineyo ambayo mabaya zaidi yamefunika hayo mema yake yanayomwondoshea ule ustahiki wake wa kuwa ni mke. Lakini kiujumla akiwa na sifa mbili hizi, basi na hayo mengine atakuwa kapambika nayo, na saihat wanawake wenye siam, atamwozesha mtume wake wake kama hao. Kwa hiyo tunayataja haya ili tutumainie, kwa sababu utatarajia vipi na kutumainia usichokijua.

akataja kwamba mara tatu yeye alimwomba Mtume sallallahu alaihi wasallam, lilipoandaliwa jeshi kwamba Mtume amwombee yeye auliwe shahid, lakini kwa mara zote tatu Mtume anawaombea usalama na faida na ngawira katika vita. Anasema, nikamwambia ya Rasulullah, inni ataituka tatara thalatha marat, mimi nimekujia mfululizo mara tatu, as'aluka an tad'u li bi shahada, nimekuja kukuomba uniombee dua

Hatutaji hizi fadhila ila kwa lengo la kwanza, tutarajie malipo na heri ya ibada tuliyonayo, kwa sababu ukijua heri na fadhila, ndio itakuja ihtisab na kitakuja hicho cha kuaminiwa, kwa sababu ndio imekuja hadithi, atakayefunga kwa kuamini na kutarajia. Sasa hicho cha kukiamini na hicho cha kukitarajia tukijue. Faida ya kwanza niyo ya pili, baada ya saumu hii ya Ramadhan tukaishike siam kwenye uhai wetu Anayeweza afike mbali, na mmoja wetu anaweza akaanza kujilea lea, akaanza na siamu ya Jumatatu, kisha akaiongeza na Alhamis, kisha akasonga mbele, akaongeza na Ayyamul Bid, hivyo hivyo, mpaka tufike kwenye siamu ya Daud, kwa sababu ataabu muakat, wal ajru muabad. Taabu ni ya muda mfupi itamalizika, na ujira ni wa milele, hauna mwisho. Siamu ya jana sasa hivi muhanga wake uko wapi? lakini tunatarajia malipo ambayo faida yake ni ya milele. Ataabu muaqat wal ajru muabad, taabu imewekewa muda mfupi itaisha, lakini ujirani wa milele na starehe zake ni za milele. Na starehe ya uongo itaisha, itaisha muda mfupi tu. Waliokula wakastarehe wasiokuwa na siamu, miongoni mwa wasiokuwa Waislamu au Waislamu waovu ambao hawajafunga Iko wapi starehe yao hivi sasa? Kwa hiyo, aliyejipinda akafanya bidii ataenda kuona baada ya muda mfupi neema ya bidii yake. Kwa hiyo, huyu bwana akamwomba Mtume sallallahu alaihi wasallam, niamrishe amali nitayoingia janna kupitia amali hiyo. Mtume akamwambia, shikamana na saum, haina mfano wake. Ikawa Abu Umamat al Bahili katika nyumba yake hauonekani moshi tena mchana, baada ya kuambiwa hayo ila atakapokuja mgeni kwenye nyumba yake, na ikawa watu wakiona moshi unavuka kutoka katika nyumba yake, wanajua kwamba mgeni yupo. Leo ndugu yetu Abu Umama amepata mgeni, ndio maana panapikwa mchana. Kwa hiyo familia nzima ikaishika siyamu katika uhai wao. Riwaya nyingine imekuja, alipoambiwa shikamana na saum, fa innahu la idla lah, akasema Rasulullah, niamrishe amal

Allahu taala Allah anasema illa saum, isipokuwa saum, hii siyo mwisho wake mia saba. Kila amali ya mwanadamu inaongezwa moja kwa kumi mpaka nalipwa amali moja kwa mara ngapi? Mia saba. Ila saumu hiyo siyo mia saba mwisho wake, fa innahu lii, hiyo ni yangu mimi, wa ana ajzi bihi, na mimi ndiyo ninayelipa, najua nitachokilipa, yada'u shahwatahu wa taamahu min ajli mja wangu ameacha wa matamanio yake na chakula chake kwa ajili yangu

mpaka akaipenda harufu yake ambayo si nzuri, na mara nyingi so harufu hiyo inatoka baada ya kuanza nusu ya pili ya mchana. Nusu ya pili ya mchana ikianza, basi harufu inatokeza tokeza. Hiyo harufu si ya uchafu wa kinywa, hapana, ya tumbo tu. harufu inaanza kutokeza, inampendezesha Allah. Hiyo nakaitaja kusudi kwa sababu anataka kutonyesha kwamba hata athari ambayo haipendezi kikawaida, lakini inapendeza mbele ya Allah, ikizaliwa na ibada. Damu si kitu chenye harufu nzuri, lakini damu ya shahid siku ya Kiyama itakuwa ina rangi ya damu, lakini harufu ya miski, harufu ya miski. Basi na huyu kinywa chake kinatoa harufu, lakini kinapendeza mbele ya Allah jasho ambalo limetoka kwa kuchoka kwa kumwabudu Allah azza wa jall lina thamani mbele ya Allah ingawaje ni jasho. Vumbi ambalo limemwingia mtu anakwenda kuifanya ibada ya Allah azza wa jall lina thamani vumbi. Ukija katika Salatul Jum'a, we unakuja fi sabilillah, vumbi lako lina thamani kama litaingia katika miguu yako. Kwa hiyo athari zilizozaliwa na ibada zinapendeza mbele ya Allah ila tu hadithi nyingine imekuja baada ya kutaja fadhila hizo na kheri hizo, na kwamba saumu ina ujira mkubwa, basi basi, hapo hapo ndo tukaambiwa inapokuja siku ya mmoja wenu kufunga, kwa sababu ujira ni mkubwa kama huo, basi mtu afunge, asitamke maneno ya kimatamanio wala asifanye kitendo cha ndoa mchana wa Ramadhan, wala asipige makelele, asiutumie ulimi wake vibaya. Na kama itatokea kuna mtu kamchokozachokoza chokoza kwa maneno na matusi, au kutaka kupambana naye, aseme mimi nimefunga, mimi nimefunga haya ni mambo ambayo yanatutaka sisi tutarajie malipo, kwa sababu saumu haina mfano wake na malipo yake ni makubwa, na hailipwi mpaka mia saba. Mwisho hapana, anajua Allah anachokilipa, bali kuna aya inasema, innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab, si vinginevyo waliosubiri wanalipwa ujira wao bila hisab. Wale waliosubiri au waliojipamba na sifa subira, malipo yao hayana hisab. Wafasiri wanasema asabiruna hapo wamekusudiwa saimuna, wanaofunga siyam. Ibada yake ni ibada, ina thamani, na malipo yake haina, ma malipo yake hayana hisab. Kwa hiyo matarajio makubwa kama haya yatakufanya wewe uone siyam kitu kidogo tu hivi. Kwa mfano, ingekuwa mtu akifunga siyam alfajiri mpaka magharibi anapewa shilingi milioni moja, si kila mtu ingefunga? Na mtu angeona kwamba hii inatosha kuwa ni kazi katika maisha hii, yaani mwezi ukimalizika una milioni zako thalathini. Ingekuwa mtu anapata hiyo milioni, angeona kwamba kapata kitu kikubwa sana. Sasa malipo ya siam hayana mfano, hiyo milioni si lolote, si chochote, hilo ni tone tu mbele ya bahari ya hayo malipo ambayo Allah anampa kwa siamu ya siku moja tu, lakini kwa sababu ujira wenyewe ni ghaib, ndio maana Mtume akasema neno imana. Hapo neno imana ndio lipo mtihani wetu hapo. Atakayefunga kwa kuamini malipo na kwa kuyatarajia akafunga kwa furaha na hamu, huyu ndiye ambaye atapata fadhila ya kusamehewa makosa yake yote yaliyopita. Kwa hiyo siyam, Allah akasema ni yangu hilo pia nalo ni neno kubwa, ni yangu. Hii wako waliosema ni yangu, inafanywa kwa ajili yangu tu. Kwa hiyo ni yangu. Hayo matendo mengine kuna uwezekano wa mwanadamu kufanya ria, lakini siyam ni yangu. Wako baadhi ya ulama waliounganisha na ibada ya siyam katika ikhlas, wakaunganisha na tamko la la ilaha illallah, wakasema ibada mbili hizi ni ibada zimejengeka juu ya ya siri siri na na ikhlas, na zinamlea ikhlas, zinamlea mtu kwenye ikhlas. Kwanza siyam, siri ya siyam anaijua mwenyewe, sahihi hata watu wa nyumbani kwake hawajui, unaweza ukauliza wasijue, wasi vipi? Na akila watamwona sawa, akila watamuona jikoni au chumbani, lakini akiingia choni, akinywa maji wanamwona? Watu wa nyumba yake wanamwona? Au akenda popote pale katika mazingira kufichika, na anaweza akamwona, na anaweza akanywa katika hali ambayo watu wake wa nyumbani wameghafilika, akanywa akanywa jikoni, akanywa chumbani, anaweza mtu lakini. Kwa sababu ni amali ya siri, anamfanyia ana Mola wake, hawafanyii viumbe, anajichunga na yuko peke yake. Akijisahau ya katika siamu ya siku ya mwanzo ya pili, akanywa kidogo, akikumbuka tu anaacha, kaacha. Kwa nini huyo? Kwamba jicho la Allah linamuona, na, na yeye yumo ndani ya siamu. Ni ibada ya siri ya kwanza hiyo na ndio ya hakika zaidi iliyotajwa, waziwazi fa innahu li Yani, ya hakika zaidi katika ule usiri, lakini na ibada ya pili wameiunganisha wanavyoni ni tamko la la ilaha illallah, lenye maneno manne na herufi nne ambazo unaweza ukatamka ndani kwa ndani bila anayekutazama hata kukujua kama unaitamka la ilaha illallah. Ni neno kwanza laini jepesi, neno la la ilaha illallah jepesi, mpaka baadhi ulama wanasema kaulan layyinan

na alif na lam zote laini. Hakuna herufi ya ba hapa, wala fa yenye uzito na yenye kutoboa siri. Anayekuona anajua kwamba umeitamka fa, kwa sababu mdomo umeshiriki wa chini na meno ya juu. Lakini la ilaha ila Allah ni nyepesi kabisa, unaweza ukaitamka kwa siri, hata anayekutazama sijue, baina yako na mola wako la ilaha ila Allah. Kwa hiyo wakaiunganisha, wakasema na hii nayo ni amali ya siri Lakini kwa sababu tumo ndani ya saum, tunataka kuieleza saum, ndo tunasema saumu ni amali yenye khairi na fadhila za hali ya juu. Kwa hiyo muislamu anatakiwa awe ni mtu wa kutarajia malipo, na saumu imeambatana na neno subira, kwa dalili ya kwamba saimuna wameitwa sabiruna, innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab si vinginevyo watalipwa wenye kusubiri ujira wao bila hisabu. Maulama wengi walofasiri aya hiyo anasema asabiruna ni asaimuna, watalipwa bila hisabu. Ni kama ilivyosema hadithi alqudsi pale Allah aliposema, saumu ni yangu na mimi ndo ninalipa amali nyingine, ni moja kwa kumi mpaka mia saba, lakini saumu ni yangu, mimi ndo ninalipa, hiyo haiishi mia saba. Kwa hiyo ikiwa hadithi inasema haiishi katika ujira wa mia saba, basi na aya inatuambia malipo yao bila hisabu na ikiwa Allah amewaita asaimuna sabiruna, basi na hadithi imeita saumu ni subira. Akasema Mtume asaumu nisfu sabr, saumu ni nusu ya subira, saumu ni nusu ya subira. Kwa hiyo kwa ufupi ndugu zangu, watu wawe na himma, watu wawe na bidii, watu watarajie malipo, watu waipokee ibada kwa ladha na utamu, watu watamani lau ingekuwa saumu ni dahari. Yani, lau wengefaradhishiwe isiam maisha yoyote. nani si muhtasib? Nani si mwenye kutarajia malipo? Ni ule mwenye, an, mwenye anajijua katika moyo wake wala halipiti hilo jambo, anafunga kwa ada tu. Zaidi na alama zake, mtu ambaye kapungukiwa na ihsab, ihtisabu au kaikosa kabisa, ni kuichukia siam, kwa sababu mtu haichukii kazi yenye malipo makubwa Kikawaida haichukii kazi yenye malipo yasiofanana na kazi hiyo. Tabu sana kuichukia hiyo kazi, tena kazi nyepesi haisumbui, halafu malipo ni makubwa mno. Utakuta kwamba mtu kama huyu haichukii kazi. Mlinzi analinda usiku, ni kazi ngumu hii. Anakesha usiku mzima halali, na anacholipwa pengine laki tatu nne tano. Lakini akiambiwa analipwa milioni kumi itakuwa ni uzito sena, tena kulinda kila mwezi ana milioni kumi kwa kulinda, si wangeigombania wengi kazi hiyo? Na ni kukesha kulinda tu vitu asichukue mwizi. Sasa ikiwa kazi nzito, lakini malipo yakiwa makubwa inakuwa nyepesi, basi na kazi nyepesi inazidi wepesi penye malipo. Malipo ni makubwa katika ibada ya siamu, na wepesi unaongezeka kila malipo yanapokuwa makubwa. Na Allah akatutaka tuwe na ihtisabu, kwa sababu asili ya siamu ina uzito fulani, lakini wepesi wake unazaliwa na nguvu za iman na ihtisabu. Pia qiamu leil ni amali zito.